Hivi ukiangalia kuanzia chini kuja hapa kati kuja hapa hadi juu umetumia kama shingapi hivi kuhakikisha unapendeza kama hesabu? Hmm. Kutokea hapa hapo chini, yaani laki na nusu tu. Laki na nusu da, kweli sio, sio pesa kubwa sana Mama. Kwa hiyo yani, kwa siku yani, ni yani, labda ni siku gani ambayo ulishawahi kuvaa ukaona kabisa hapa hapa nimevaa hela kubwa sana, ni siku gani? Yani, n, kuna siku hiyo ambayo ulishawahi kuvaa ukaona kabisa kwamba hapa kweli nimevaa na ilikuwa nguo za shingapi? Mm, siku ambayo niliona nimevaa, kwa mimi mfuko wangu ulivyo, naona mm, nimevaa pesa ndefu sana nilitumia kama takriban laki tatu hivi na ilikuwa navaa kwenda kwenye maswala ya harusi hizi nini, so zile zile, zile nguo fulani za kiharusi harusi, si unazifahamu? mm -hmm. Zile zina gharama sana so, mm, kuanzia juu mpaka chini nikaona kitu kimetembea sana uh -huh. <laughs>